Yanga Africans. Klabu ilipaswa kuelewa kwamba kanuni ya ligi kuu namba 17 uh, kifungu cha 45 haisemi popote kwamba klabu ngeni inapaswa kuwasiliana na wadau wengine ili kutimiza takwa la kikanuni, na wao kwenda kufanya mazoezi kwenye uwanja utakaochezwa mechi inayosomeka barua hii ya bodi. Kwa hiyo hiyo ni taarifa ambayo ipo inatembea lakini bado Yanga Africans hawajathibitisha kwamba wamepata hiyo barua, na bado pia bodi ya ligi hawajatoa taarifa kwa umma. Kwa maana hiyo, sasa, mm -hmm. Simba walichokiripoti walichokiripoti Simba kwamba wamezuiwa na meneja wa timu alafu wakazuiwa baadaye wakazuiwa na, na, na mabaunsa wa Yanga Africans mm -hmm. Kwa maana hiyo bodi waliuvunja mchezo, si kwa sababu ya hoja zilizotolewa na Simba Sport Club ila wao wamevunja mchezo kutokana na viashiria vingine pia, uvunjifu wa amani. Si ndio, eh? Kwa bodi ya ligi, wamevunja mchezo, si kwa kuwafata Simba kwa kile ambacho mfano nini wamekiripoti bodi ya ligi, na wala hawawezi kuwapa pointi tatu Yanga kwa kile ambacho Yanga wamefanyaje, wamekipeleka kwenye bodi ya ligi. Kwa maana hiyo tunarudi kwenye ile kauli funika kombe mwanaharamu apite. Eh, ni bora tu kombe liendelee kunuka. <laughs> okay. Bwana... si ndio? Nchi hii ina mambo mengi sana yaani yaani yaani, nchi hii Romi eh, ina vitu vingi sana umevishuhudia wapi? Na vishu... yaani toka nimeanza kufuatilia mpira wa Tanzania mm. naendelea kuvishuhudia ambavyo sivioni nchi nyingine yoyote ile eh, naviona nchi hii bwana, naona kama kuna hii kanuni, nasema hivi mm. klabu ambayo mm. itashindwa mm. au kukaidi mm. kutii mm. maagizo au maamuzi, utekelezaji wa maamuzi ya TFF TPRB, mm. mm. itatozwa faini ya shilingi milioni tano au na kuondolewa kwenye ligi kuu na kushushwa daraja. mm. twende kwenye pointi yako sasa. Toka nimeanza kushuhudia ligi hii uh -huh. yaani binafsi, sijawahi kuona Simba na Yanga wamepatiwa adhabu ambazo zipo kwenye kanuni ambazo TFF na bodi ya ligi wanazo mm. za mpira wa miguu si ndio? mm. Swahili kaizungumza kaisoma vizuri sana hiyo barua. Mm. Yaani, ukiangalia hiyo barua kuna kitu kimoja Diplobi wameshindwa kukenisha. Wamesema kwamba kanuni wao wajairisha mechi kwa sababu ya Simba kugoma kwenda uwanjani, si ndio? Wameilisha mechi kutokana na anovunishwa nini waamani eh? Si ndio? Mm -hmm. Lakini au bodi ya ligi umetoa taarifa kwa umma kwamba walitoa taarifa kwa umma mapema baada ya mechi ile kabla ya mechi kwa hii baada ya mechi kwa, kwa si ndio? Mm. Wakasema kwamba Umeandikia, ume, ume, ume barua Simba Sports Club, sawa? Ilete timu kiwanjani, lakini pia walisema kwa liposti kwa barua kwamba mechi ipo pale pale na haijaahirishwa kabla mechi kuahirishwa. Si ndio? Mm. Sasa mimi najiuliza kitu kimoja. Kama bodi ya ligi wao hawajavunja hawajavunja mechi kwa sababu Simba kutofika kiwanjani, wamevunja mechi kwa sababu ya mabonso wa Yanga kwa kuwazuia viongozi wa Simba na wachezaji wa Simba. Bona hapa hawajatoa adhabu yoyote? Ake sawa. I, i, Zabu yote haijatoka. Yaani yeah. e, kwamba kitu kingine ambacho najifikiria mimi sawa? Ah, yeah. Tipelo B ndio anashikilia kanuni, si ndio? Aya, yeah, yeah, sawa. Kuna hiyo kanuni umesema wewe kwamba kuna yeah. timu inashuka daraja, si ndio? Hapa yeah. tumeshuhudia juzi. Ah, alisikagomea mwamuzi. Mm. Aligomea mwamuzi, matokeo mm. alitokaje? Eh, yeah, zama yake ilichukua pointi tatu. Sawa. Hao ndio wapo ambao, yani mimi katika nchi ambayo naikubali katika mpira wa miguu kwa Afrika hii, mm. ya kwanza mimi kwa sababu haina kupindisha. Lakini nchi hii Romi inaongoza kwa mm. kukanyaga kanuni na sheria. Ah, za mpira. Sawa, hiyo imeandikwa kwenye bango hilo. Yeah. Nchi hii inaongoza? Yaani inaongoza kuvunja sheria za mpira wa miguu. Rama, au malalamiko umeyasikia bwana mkubwa? Mimi yeah, e, <laughs> na swali hili. Eh, ndio. Kwa nani? Ninyi watu wawili. Na mnijibu vizuri. Kwa hiyo ni kama kama vipi basi yeah. tupendekeze yeah. kuwa bodi ya ligi iwe na viongozi kutoka nje ya nchi. Kwani wao hawatakuwa na mahusiano au mshabiki wa Simba na Yanga. Moja ya wazo ambalo mimi binafsi nishakulifikiria. Tarehe kumi. Sawa ya mwezi huu ambao mechi imeahirishwa, nilizungumza na mtu fulani nikamwambia, kama nchi inataka mpira huu wa Tanzania uendelee zaidi, sawa, basi ifikie stage wasiwe na viongozi wa kutoka ndani ya nchi wanaongoza mpira wa miguu, si unanielewa? mm -hmm. CAF inaongozwa na mtu ambaye atoki Misri Ka, makao makuu ya CAF sasa hapo Misri, lakini inaongozwa na mtu ambaye atoki Misri na sio na, na, na sio mzaliwa wa Misri, si ndio? Lakini inaongoza CAF TFF bodi ya ligi hawa wote kama Tanzania hii tunataka tu tuna, na, ligi ambayo ni bora zaidi basi tuongozwe na watu ambao hawana mapenzi na Simba na Yanga, ili ikitokea Simba na Yanga kafanya makosa ambayo yapo kwenye kanuni na kanuni nazungumza wazi waadhibiwe. Yani, bodi ya ligi na TFF ni wadogo kuliko Simba na Yanga, na Yanga nchi hii sisi tunakubaliana vizuri mm -hmm. Sababu Simba na Yanga ndio zinatoa mapato makubwa zaidi ya timu zingine zote nchi hii. Hivi hivi, mwanasheria wako yupo nchini? Ah, yupo ha, hapo sawa, yupo ndio, wana mtazamo gani? Uh, mtazamo wangu kuhusu hili swala hey. Uh, tuondoke kwenye busara tuondoke kwenye mabavu kwa sababu pia jana, uh, rais wa shirikisho la soka alojua sehemu akaongea vitu ambavyo hmm, havina msingi. Alitakiwa akae kimya na akatae kujibu kwa hiyo tujaribu kutafasiri sheria na kanuni basi, tukiweza kutafasiri sheria na kanuni kwamba anastahili kuhukumiwa ni Yanga ahukumiwe, anastahili kuhukumiwa ni Simba ahukumiwe. Kwa maana hiyo sasa ile mijadala ambayo tumeiendesha kwa zaidi ya wiki na kidogo, wiki mbili tumeendesha mijadala mm -hmm. kuhusiana na mechi iliyokufa kwa maana automatically bodi ya ligi haitoenda kuwachukulia hatua wale mabao waliozuia Simba mm -hmm. kwa maana hiyo meneja wa uwanja hata ujiwa na hata kisema chochote. Kwa maana hiyo walichokisema Simba si cha kweli walichokiandika, na pia Yanga wanachokitaka kuhusiana na pointi tatu sio cha kweli pia, yani wenye ukweli wote ni bodi ya ligi na TFF kwa sababu wameamua kuzika kilichopo na wapange tarehe mpya ya mchezo. Kwa hiyo bodi ya ligi na TFF ndio mm. wanajua kitu, kila kitu kilichotokea. Na, na, na, na rais pia anasema kwamba huwezi kusema bodi ya ligi juzuru au unaweza ukasema kwa sababu bodi ya ligi inachaguliwa na viongozi wa vilabu pia. Yeah, mekataa. Kwa hiyo mabosi mabosi <laughs> wa bodi ya ligi hey. Ni vilabu kwa sababu ile ni kamati ya TFF. Sasa akizungumza katika mahojiano na kituo kimoja cha redio Rais Karia amedai kuwa bodi iachwe ifanye kazi yake, au kubainisha kuwa walisimamia na watasimamia kanuni na sheria inavyopaswa, lakini kwa wanaosema bodi hiyo itenguliwe, je, yeah, wao uongozi wa timu zao upo sawa? Tufanye hivi, Romi, Rais Karia sikasema tuiache tu bodi ya ligi mm, ifanye maamuzi yake, tunasubiri maamuzi ya pointi tatu sasa. Kwa sababu si umesema wafanye wa, wa, maamuzi yao si ndio? mm. Sababu kama wakisema wafanye maamuzi tayari uh, mwenye kufaidika hapo, ni anafahamika na, na, si mm. ndio mm -hmm. lakini kwa sababu unajua Romi nchi Simba na Yanga zinafanya makosa ya makusudi. Sisi tunaelewana, wanafanya okay. makosa ya makusudi kwa sababu wanajua hawawezi kuadhibiwa na mtu yoyote yule, wao wapo juu ya hao watu ambao wanatoa adhabu kwa sababu gani? <laughs> Mimi nilikuwa tukibishana sana na mali eh, kuhusu uh, ligi yetu kwa nafasi ya nne. Nikasema huyu anayechagua ligi kwa ubora akazingatia vitu gani? Sababu nchi hii ina vitu ambavyo si vya si vya mpira wa miguu. Hebu mm -hmm. fikiria, Yanga kasema kagoma kwenda uwanjani sawa, unamfundisha mm. nini? Tabo United siku anacheza na Yanga mm. akizuia, naye agome kwenda uwanjani. Simba na Yanga ni timu kubwa nchi hii, zilipaswa ziwe vioo kwa hizi timu zingine ambazo zipo chini, yani ilikotokea swala kama la Simba na Yanga uh, kugoma tayari vilabu vingine viseme ah, uh, umegoma lakini umefikia ume stage umekubaliana timu imeudi uwanjani, si ndio? mm -hmm. Fikiria sisi tupo Tabora wakati mechi inaahirishwa ya Simba na Yanga, mimi niko kijiji kimoja kitoa mkurusi sawa. mm -hmm. Uh, nipokopo kule nikamuuliza mtu akalalamika sana, nikamuuliza bro, angalia hapo mkurusi unalamika sana dabi kuahirisha, upo mkurusi hapa center <laughs> Fikiria mtu amekatoka Sumbawanga, hey. Katoka Dodoma, hey. Katoka Arusha, Moshi, hey. Katoka Kenya, katoka Marawi, katoka Ipuli. Katoka Ipuli huko, hey. Kaifuata adabu <laughs> ya Simba na Yanga, katumia gharama ngapi? Si ndio? Ndio, ndio. Fikiria yule ndo anabeba maumivu mazima, lakini kama timu hizi zingekuwa zinawapenda zina mashabiki wao, Simba alikuwa hana hana ula, ulazimu wa kugoma kupeleka timu uwanjani. Ingegoma kupeleka timu, kwanza angeangalia mashabiki wangu mimi mwenyewe ingia sala kiasi gani? na anaipenda timu kiasi gani? Umetoka nje ya nchi, umetoka ndani ya nje ya mkoa mm, umekuja kushuhudia sisi tucheze mechi, mambo mengine yapite wiki nzima. Rome unafanya mazoezi kuzuiliwa siku moja upeke, ushindwe kupeleka timu kiwanjani. Mm, i make sense. Kwa hiyo kama bodi ya ligi wanataka kuifanya ligi hii kuwa bora, basi wazingatie wa kanuni na sheria. Yani kama Simba kakosea, ashushwe daraja. Juventus kuna msimu ushakushwa daraja, hebu niambie, Juventus ana legacy gani pale uh, Serie A Hmm. Liga si kubwa lakini watu hakuangalia wa, timu hii na liga gani na wakashusha daraja akaenda kuanzia kule chini. Lakini hawa Simba na Yanga leo mipaka wanaacha kushabikia mpira wa nchi. Hautakuja kushuhudia na shushwa daraja mtu. Hata huyu. Ungekuwa unafanya makosa kujirudia rudia. Hili tukio la pili najirudia sasa hivi. Tukio la kwanza hivyo hivyo. Watu wakakamezani mechi ikarudiwa akashinda Yanga, si ndio? Tukio la pili hili linatokea. Kwa faida ya kwa, kwa faida kwa faida yao wenyewe, lakini wa, wa mashabiki wanaumia, wanatumia gharama kubwa mm, sawa mm. Wafanye kitu kimoja mm. Kama bodi ya ligi wanataka kuifanya ligi iwe nzuri, naanza na Rais Karia mwenyewe kwanza asimamie mm. misingi na kanuni za za, za, za mpira wa miguu mm, si ndio? Tushashuhudia kanuni nyingi sana zinazipo wazi kwamba uh, mchezaji akisainiwa mara mbili atakiwa mm. Uh, faini yake ni kiasi fulani lakini adhabu ni kiasi fulani si ndio? Lakini mambo yanaisha juu juu hapo mpaka tunaondoka katika swala hilo mimi, hautakuja kusikia adhabu yoyote imetoka kwa timu yoyote ile, wallahi shehe wangu, walichokifanya bodi ya ligi <laughs> tunasema kwamba ni mchuzi mwingi samaki kichwa au kwamba yani, inapikwa mboga, ikishapikwa mboga ndio samaki wako umeweka mle hey. Alafu wanawatoa wale samaki, wanaacha zile nyanya nyanya, kitunguu na chumvi na harufu ya samaki, alafu naenda kutoweza kwenye ugali, samaki wanaenda kufanywa shughuli wale watatu, umeondolewa wote. Ndivyo ilivyo yani, kule mtaani kwetu tunasema imepigwa fumbakalomo au hamna kabisa, hii inaitwa funika kombe mwana haramu mwanaharamu. Uh, ee. Kuna taarifa nyingine hapo tuweze kuijadili ama tupite na jumbe ztupite za... uh, na jumbe alafu nije yeah. Nipite na pitanation kwa kilichomtokea siku ya jana uh -huh. Wanasema jogoo kavunjwa miguu randan pale wembley uh -huh. Lakini kachinjwa msoga pwani jana.